Waziri wa zamani Raphael Tuju amefika katika afisi za tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC na kuikabidhi tume hiyo stakabadhi za ushahidi anaodai kwamba ni za kutaka majaji watano wa mahakama ya upeo waweze kuchunguzwa kwa kukiuka maadili ya kazi na kujihusisha katika masala ya ufisadi. Leonard Shebe wa Malwa na tathmini hiyo kwa kina kutoka kaunti ya jiji kuu la Nairobi. Do you trust Jesse? Akizungumza na wanahabari nje ya afisi za tume ya EACC hapa jijini Nairobi baada ya kuwasilisha ushahidi wake dhidi ya majaji watano wa mahakama ya upeo anaoshinikiza wachunguzwe kikamilifu, Tuju aliweka wazi kuwa hana tashwishi na jaji mkuu Martha Koome na jaji Isaac Lenaola, ila waliosalia, kulingana naye, wana dosari. wakati tulipoenda katika JSC wale ambao nili niliwapeleka mbele ni Justice, uh, Ouko, Justice Njoki Ndumu, Justice Mwilu, Justice Ibrahim and Justice Wanjala. So Justice Lenaola hayuko katika hiyo kesi yangu kule jesi na Chief Justice um, Martha Koome hayuko katika hiyo kesi ambacho niko nacho pale jesi. So I've written to the Chief Justice as I wait For her reply, uh, it was important that I share some of the issues of ethical um, violations and uh, possible corruption matters involved in this case. Mbunge huyo wa zamani wa Rarieda anadai shinikizo lake si kutaka majaji hao watimuliwe afisini, ila anataka kufahamisha sababu ya wao kujiondoa katika kesi ya fedha kati yake na benki ya East African Development Bank na baadaye kutoa uamuzi unaoegemea upande wa benki hiyo kuhusu deni la shilingi bilioni 1.2.

but they recused themselves and then after recusing themselves, they said by the way, we rule in favor of the bank. So they should not have ruled in favor of the bank if they recused themselves. Kadhalika amepuuzilia mbali madai kuwa huenda anatumika kisiasa kuwatimua majaji hao, akisema kuwa kesi yake imekuwepo tangu mwaka uliopita, ila malalamishi yake dhidi ya majaji hao haijasuluhishwa na tume ya idara ya mahakama nchini JSC.

Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi naitwa Leonard Wamalwa.